Watakatifu wapendwa, je, unafurahia kutazama programu za majaribio ya kuishi siku hizi? Jukwaa la kupendeza, nyimbo tamu, wakati mwingine hata hadithi za machozi, kuvutia mioyo ya watazamaji, kuna mambo mbalimbali mbali. Lakini wakati mwingine mimi hufikiria hivyo, kuna wakati nasikia ukweli uliojificha nyuma ya uzuri huo. Je, inaonekana kama nini kamera inazima? Je, wataendelea kuangaza hivyo baada ya taa kuzimika? hadithi kutoka dua wa Korintho dulas ambayo tutashiriki leo ni kama alionekana kwenye hatua ya kanisa la kwanza, ni kama drama ya kusisimua kuhusu halisi na bandia. Kanisa la Korintho lilianzishwa kuwa kuhubiri injili kwa bidii kwa Paulo, kadiri muda unavyopita kutoka nje chini ya ushawishi wa mitume wote wa uongo itakufanya uchanganyikiwe. Wanatumia usemi wa mawa na sifa za kujisifu ili kuvutia uangalifu wa watakatifu, umeniroga moyo wangu, kama mitandao ya kijamii ya leo, kama washawishi wanayao wenyewe, kuonyesha uwezo wako na usuli. Utume wa Paulo ulidhoofishwa. Wakati huo Korintho, lilikuwa kitovu cha utamaduni wa Wagiriki, kama kituo sayansi ya uchunguzi inatengenezwa Ilikuwa ni hali ya kijami ambapo watu waliokuwa wazuri katika kujitangaza waliheshimiwa. Kinyume na hali hii, uongo mitume walijionyesha kwa werevu kama ufungishaji. Hilo lilitikisa imani ya watakatifuni. Je, unapata likes nyingi? Unajua siri ya upigaji picha? Mandhari nzuri, mwangaza mzuri na kadhaa ya kuchukua ili kupata picha ya maisha. Wakati mwingine ni tofauti kidogo na kitu halisi, inaweza kuwa tofauti hata leo kuna watu karibu nasi ambao hujifunga vizuri na kujionyesha, kuna watu wengi. Ilikuwa vivyo hivyo katika kanisa la kwanza, ni sawa. Katika andiko la leo, Paulo anakabiliana moja kwa moja na mwelekeo huwa wa uongo, ni sawa. Alionyesha kufadhaika kwaki akisema, lazima nijisifu, ninajivunia mwenyewe ingawa mimi ni mjinga, lazima uvumilie, alisema katika dus wa Korinto. Lasima ilihisi kama kuruka kwenye pambano la matope. Paulo alisitasita sana kujiweka mbele, lakini alikuwa mhubiri wa injili weka ukweli ili kuwalinda watakatifu. Bila shaka anaanza kujisifu kuhusu upumbavu wake mwenyewe. Kujisifu kwake kulikuwa upumbavu kweli kweli kwa viwango vya kilimwengo. imejam maudui dapo a korintho l kuendelea katika aya ya 2, amevumilia kimya kimya magumo na magumo mengi kuzungumza, vifungo vingi, kupigwa karibu na kifo, nyana baridi, wakati mitume wa uongo wakijisifu juu ya asili zao za kupendeza na uhusiano wao. Mambo ambayo Paulo alipitia kwa ajili ya injili inaonyesha athari za mateso, kama askari aliyefunikwa na majeraha medali kwa ujasiri wake kama kuthibitisha, Mateso ambayo Paulo alipitia, nilipoisikiliza, ilionekana kama sinema ya vitendo. Ni kama kutazama kipindi kimoja. Nilifungwa na kupigwa mawe mara kadhaa. Hiyo ni kweli mele imeharibika. Masha ya starehe ya kidini kama siku hizi ni kitu ambacho ni ngumu kwetu hata kufikiria. Lakini Paulo alipatwa na magumu hayo, hata katikati ya magumu alihubiri injili bila kukata tamaa kama ngozodo hata nikianguka na kuanguka tena, na inuka tena, nia isiyoweza kushindwa itainuka. Huyu ndiye mtume wa kweli, ho haukuwa mwonekano. Hapa tunagundua jambo muhimu la kitheolojia. Uwezo wa kweli ni mwonekano mkali yao kutoka kwa usuli unaostahili kujivunia haitoki, badala yake ni nima ya Mungu na nguvu ambayo inadhihirishwa katika udhaifu. Yesu ndiye zaidi, ninaona ulimwengu na sura dhaifu kama ulivyotokwa. Paulo pia aliona nguvu ya Kristo ikidhihirishwa katika mateso yake. Nina na shuhudia, katika andiko la leo tunazingatia moja ya maneno muhimu ya kutumia, ni neno la Kigiriki ni afrosini, hii ina maana ya upumbavu na upumbavu ina maana Paulo alijisifu juu yake mwenyewe. Ni kitendo cha kipumbavu amua mwenyewe. Huni udhihirisho wa unyenyekevu kwa viwango vya kidunia maisha ya mateso kwa ajili ya injili inaonyesha kwa kushangaza jinsi inavyoweza kuonekana kuwa ya kijinga. Ni kujitolea kwa injili ni kwa ulimwengu, ni vigumu kuelewa kutoka kwa mtazamo, inaonyesha kuwa inaweza kuwa, lakini inabaki katika maisha yetu, tukitumia inakuwa hivi. Unaweza kufikiria ya juu yake ni ujinga kwa viwango vya ulimwengu, ingawa inaweza kuonekana kufuata madili ya ufalme wa Mungu kuishi Indio kito halisi, inaitwa hekima. Watakatifu wapendwa, leo sisi ni wajinga wa Paulo kupitia kiburi, kuonekana kwa mtume wa kweli ni nini, na zaidi maisha ya mkristo wa kweli ni nini? Fikiria kwa kina, ni nini niliona. Usidanganyiwe na mwonekano wa kuvutia. Maisha ya Paulo yalikuwa ya kutembea kimya kimya, njia ya msalaba inatuhusu sana. Labda sisi pia ni wa ulimwengu, mbali na kawaida kuna kunaweza kuwa na nyakati ambapo unapaswa kuchukua njia inayoonekana kuwa ya kijinga. Lakini mwisho wa barabara, ulimwengu, furaha ya kweli na amani ambayo haiwezi kutolewa, na lazima tukumbuke kwamba uzima wa milele unatungoja. Sasa yule wa uongo ndani yetu wa ganda, hebu tuazimie kuja mbele za Bwana kwa uaminifu na unyenyekevu, tunachunguza moyo na matendo yetu ya kweli mbele za Mungu, si sura yetu ya nje, kama Paulo maisha ya kujitolea kwa injili katika shida yoyote tumbe tombe pamoja ili tuishi.